Watu wawili walijeruhiwa baada ya mtafaruku kuibuka katika shule ya msingi ya Buche katika kaunti ya Homa Bay wakati wa uchaguzi wa mashinani wa chama cha ODM. Kulingana na kamanda wa polisi eneo la Ndhiwa, John Loisa Makundi mawili yalitofautiana wakati wa uchaguzi huo na kusababisha majeraha, huku mmoja akikatwa mkono wa kushoto. Aidha, uchaguzi huo pia ulichelewa kuanza katika kaunti ya Migori, huku katibu wa chama hicho akidai kuwa miundombinu haifanyi kazi ipasavyo. Chama cha ODM kilianza upigaji kura katika wadi hii katika wadi hii leo, huku uchaguzi wa wawakilishi wa bunge ikitarajiwa kufanyika Jumanne. portal haijafunguliwa mpaka jana usiku saa sita ilikuwa haijafunguliwa, na kama ingelifunguliwa usiku ingesaidia nini? Wanachama walikuwa wanataka wajisajili, yeyote Yoy, anayetaka kuwa mwanakamati na vitu vingine shilingi mia mbili mia mbili alafu mwenyekiti atoe mia tano angezitoaje kama portal yenyewe ilikuwa haijafunguliwa ha? Watu wameenda kulala kabla wajui chochote kinachoendelea, wakati wakati wa asubuhi na shangaa uchaguzi gani?